Nilikuwa na eh, kijana wangu ambaye ni mdogo wangu, tukiwa tunahubiri nyumba kwa nyumba akapita kichaa huyu. Kichaa alikuwa anajulikana hapa mjini Usaliva. Sasa tulipokuwa tunasema tunawahubiria watu fulani, yule kichaa akatokea, litokea ananiomba mia, anasema nipe mia. Nikaona huyu kichaa atavuruga usikivu wa wale watu, kwa hiyo nikamwambia, nenda kakae mahali fulani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 hao na wengine wengi kutoka mikoa mbalimbali mbali na nje ya Tanzania. Kwa majina yangu, mi naitwa Debora Debora Mwenye, mi ni mtumishi wa Mungu, nimezaliwa Tanzania mkoa wa Mara, kwa sasa hivi ninaishi Nairobi Kenya. Aa, Nairobi Kenya, nimekuja na mamangu huku, nimekuja kitambo kidogo, so mimi maisha yangu kwa miaka niliyo nayo nimeishi Kenya zaidi ya miaka thelathini, lakini mi ni mzaliwa wa Tanzania. Siku okay, moja nikaingia YouTube nikiwa na meza hizo dawa. Mi nilikuwa tu na kidonge kimoja, sikuwa na viwili ama vitatu. Sasa nilipoingia YouTube nikaanza kutafuta mahubiri yake akitoa ushuhuda hili Mungu alimponya ukimwi na akampatia bwana akaolewa na akazaa watoto wanne. Nakwambia, kupitia ushuhuda wa Esta. Mm. Mimi niliita nikasema, Mungu wa Esta, uko wapi Mungu uliyeponya Esta, na mimi unaenda kuniponya hili tatizo litaondoka. Nikasema nikarudi nyumbani nikamwambia mchungaji, twende kule kwangu kuna vitu viko kule kwangu, kwa sababu nimeamua kuokoka mimi mwenyewe na hakuna mtu aliyoniambia nyenda kaokoke. Naomba twende kule kwangu. Tukaenda kule nyumbani, wakachoma taka taka zote, mpaka na vitu ambavyo vilikuwa atasofa kuchoma, lakini walivyovikuta hapo mezani walichoma vyote nje. Kwangu kote pakatoa harufu za bwana, ile mifupa ilikuwa yaani, ni vitu ambavyo vilikuwa vimekaa kwa muda mrefu, kwa hivyo vikatoa harufu pale wakachoma. Nikalala niko niko mimi nimelewa, nikalala kisha niliamka nikafanya shughuli zangu zote nikaja kanisani. Kitu nilichompenda kwanza eh, mchungaji cha kwanza kabisa ana moyo na, na mtumishi wake kwa sababu mimi aliniambia nikiwa mlevi lakini hakuacha kufika kwangu. Nilikuwa kidato cha pili mkoani Manyara, ghafla nikavamiwa na nguvu za giza. Hali ile ilipelekea mimi kukatisha masomo nikarudi nyumbani Kilimanjaro. Wazazi walihangaika na mimi, hawakupata mafanikio yoyote, walihangaika maombi kwa waganga wa kienyeji, lakini hawakupata mafanikio yoyote. Nimeenda kwa waganga wa kienyeji zaidi ya watatu. Sasa, ndugu zangu, shuhuda zimekuwa zikienda maeneo mengi sana. Hivi karibuni mmesikia yale ambayo Mungu ameyatenda kwa vijana wetu. Alikuwepo kijana aliyekuwa teja wa, wa, wa ulevi Mungu akamponya. Alikuwepo kijana alikuwa mvuta bangi na alikuwa ameshaanza mikakati ya kujiunga na Freemason. Mungu amemponya. Alikuwepo binti ambaye wametukabizi sisi kama, kama kama kama sadaka, wamemtoa kama sadaka. Wazazi wamemshindwa wakamwacha hapa kanisani, mimi mwenyewe nimemtunza, tumemwombea, binti amepona. Hizi shuhuda zote ziko NY TV na zimegusa maisha ya watu wengi, akiwemo na wewe. Sasa kila mahali wanapiga simu sasa hivi na wako tayari kuleta vijana hapa, unapomwona Mchungaji Erasto. Wote hawa niliowasaidia, nimekuwa nikisimama mwenyewe na kuwasaidia hawa watu, najua kula kwao najua kulala kwao najua maisha yao. Wengine wanapokuja hawana nguo, wanapokuja hawana viatu, wanapokuja hawana maisha, lakini sisi wenyewe tunahusika kama kanisa kuwasaidia hawa watu, lakini mara nyingi nimegalimikiwa sana kuwasaidia watu hao. Ninachotaka kusema ni iki kwa kuwa sasa kila mkoa, wengine wako mataifa mengine, wanatamani kuja. Na mimi nilivyoona hivyo, sikuzuia moyo wangu, nilijua ndo wakati wa Mungu. Mungu alinisemesha kwamba atanitumia kwa mataifa mbalimbali mbali, na hiki ndicho ninachokiona kinatokea. Niko hapa kuweka wazi jambo hili, natamani kuwapokea watu wote lakini wakija wote sina namna ya kuwasaidia wakati huu. Tumeanza mchakato wa kuweka kituo rasmi cha kuweza kuwasaidia vijana hawa. Nakutana na shuhuda nyingi na niwaambie, mimi kwa kuwa ninawahudumia watu napata shuhuda maalum. Kwa mfano wewe unayenisikiliza, Mungu alipotuponya akamponya mke wangu HIV. Tumekuwa tukipokea watu wengi. Nataka niseme wengine wamepona wameshuhudia kupitia huduma hii namna Mungu alivyowaponya HIV, lakini wengine hawajapata e, nafasi nzuri ya kushuhudia kulingana na mazingira. Mfano, kuna wanaokuja, mtu anaishi na mme wake lakini mume ajui kama huyo mama ni mwathirika. Na mambo haya ya ulimwengu wa roho ni ya ajabu sana. Na siku akijua huyo baba, na yeye ataanza kuumwa ukimu. Na kwa sababu hiyo nimekuwa nikipokea eh, nikipokea haya mahitaji na kaa nayo na yahudumia mwingine, kulingana na mazingira. Amepona, lakini namna ya kushuhudia anaweza akasababisha taharuki kubwa sana kwenye familia. Sio wote wana mazingira huru ya kusema vile walivyokuwa, lakini niwaambie, kuna wengine ni watoto wa viongozi, viongozi wa kanisa wa kanisa, watoto wameathirika tayari, na mimi wananijia, wananiambia naomba, nao nawatia moyo Muda wangu mwingi umekuwa wa kuhudumia watu, na kwa sababu ninapata shuhuda maalum, napata mahitaji maalum, yananigharimu muda. Natakiwa nikae na mtu kwa masaa ama kwa siku nzima, kwa sababu ni kama kumtoa mtu kwenye shimo, kumtoa kwenye hatari, kumleta kwenye eneo salama. Mara nyingi nimekutana na watu ambao wako kwenye nyakati wameishakata tamaa, wanataka kufa, wanataka kufa. So tumekuwa tukiwasaidia namna hiyo, lakini wengine mahitaji maalum kama haya, lazima mtu waje afundishwe, ukae naye nyumba yangu. Namshukuru Mungu sana kwa bali ya mke wangu mpenzi, ametambua hiki ninachokifanya tumepokea watoto ambao hatujawazaa, tumekaa nao kama watoto wetu, tumewasaidia hapa kanisani. Ukifika tuna nyumba, vijana wamekuwa wakija, tunakaa nao wengine, tunajua wazazi wao, wengine tunawajua wazazi wao kwa kuongea nao kwa simu. Vijana walishapotea waelewani na wazazi wao, lakini sisi tumekuwa wapatanishi. Jambo la kwanza Ninaomba utuombe. Kipaumbele cha kwanza tunahitaji maombi yako, lakini kipaumbele cha pili tunaomba utusapoti kwa fedha, utusapoti kwa namna yoyote, kwa chakula. Naomba nirudie, tunatamani utusapoti kwa fedha, utusapoti kwa chakula utusapoti kwa mavazi utusapoti kwa viatu. Vijana wote hao ambao mmekuwa mkiwaona wakishuhudia, wanakana mchungaji Erasto wanapofika, wanahitaji viatu, wanahitaji nguo, wanahitaji mashuka, wanahitaji everything. Lakini kwa kuongeza wigo sasa, tunatamani tupate kituo kikubwa tumesha kipata na hilo eneo ambalo tutakuwa tunawaweka wa watu. Kwa mfano tumeanza na wanaume, lakini pia tunatamani tutafute na kituo cha wanawake cha wanawake. Ni kuombe kama una mraibu wa aina yoyote, yaani mtu ambaye ameteswa kwa muda mrefu na unamuona aachi ulevi, aachi, aachi. wengine ni waraibu wa zinaa, aachi zinaa aachi mambo hayo ambayo yanamfanya asieleweke kwenye jamii, naomba uniletee. Akinipa moyo wa kunisikiliza, huyo mtu anapona. Kwa hiyo tunachokiomba, tunatamani watu watakao tusapoti. Kwa mfano hicho kituo, tumepata kituo ambacho tunaweza kukilipia laki tatu na nusu, laki tatu na nusu kwa mwezi mmoja na wanahitaji eh, kulipia miezi sita. Ikiwa wewe Mungu anakugusa kufanya hivyo, ninakukaribisha kwa moyo wa upendo, na utakapofanya hivyo utakuwa unafanya sio kwa sababu ya mchungaji Erasto, lakini ni kwa sababu ya jamii yetu na vijana wetu na watu wetu ambao wamepotea wako duniani. Naomba uzingatie ni muhimu sana, lakini hitaji lingine tunatamani Mungu atusaidie. Ninapowalea hawa watu, tunaomba chakula, yanaweza kuwa mahindi, unaweza kuwa mchele, yanaweza kuwa maharage, yanaweza kuwa chakula chochote ambacho unaweza kuona kinaweza kutufikia, tunaomba utusapoti. Unaweza usibebe gunia, lakini ukatuma fedha tukanunua, itakuwa ni baraka sana. Nimeutoa muda huu kwa mara ya kwanza kuongea na Watanzania na wasio Watanzania, ili tuweze kusapoti huduma hii ya kusapoti vijana, Mungu aweze kuwasaidia kazi yetu itakuwa umeturahisishia, ili tuweze kuwahudumia kwa, kwa urahisi. Lakini pia unaweza kutupatia mashuka, unaweza kutupatia nguo, nguo za kiume, nguo za kike ambazo ni nzuri, na sisi tutafikisha. Lakini pia kwa mfano huyu kijana aliyeshuhudia juzi mlimsikia ambaye alikuwa hata mpaka aingie Freemason, ni mtoto wa kiongozi, mtoto wa mchungaji. Yeye bado ana kipawa cha uimbaji, ni mwimbaji na alikuwa aimbe, alikuwa ameshaanza kuimba kule duniani, lakini sasa amekuja kanisani, anatamani kurekodi. Unaweza ukaamua ukamsapoti, ukamsapoti akarekodi wimbo mmoja, nyimbo mbili, nyimbo tatu yote hayo yanawezekana ikiwa Mungu amekubariki. naomba pia uwaze kujitajirisha huku kwa Mungu. Hayo ndiyo mambo ya muhimu sana tunayotamani kuona Mungu anatusaidia kuyafanikisha. Na kwa sababu hiyo sasa, ili uweze kutusapoti na kuhusika na huduma hii, ni kuombe Nikutajie namba ambayo unaweza ukaitumia. Kwanza, namba hii inatumika kwa WhatsApp, lakini namba hii inatumika kwa Mpesa, lakini namba hii unaweza ukaitumia kwa namna yoyote, inakuwa inapatikana. Namba hii ni 0756 49 80 83 0756 49 Themanini, themanini na tatu. Na bila shaka jina litakuwa hilo, Erasto Vedasto. So nipende kuwashukuru na nipende kuwakaribisha na nipende uwe mdau muhimu sana kwa bali ya hii huduma ya uponyaji inayoendelea kwa bali ya kuwafikia wengi. Naomba nimalizie kwa mfano, nimetoa ujumbe wa kichaa, na ndio maana utajua kwamba si wote wanaopona siku moja. Wakati mwingine anapona, Mungu anamponya, lakini anaendelea kuathiriwa na mazingira. Kwa mfano, yule kichaa tulikaa naye, aliyekuwa kichaa yule, bwana hata kama amepona, lakini kumbuka, karibu miaka 25 mtu ni kichani. Kama karudi kwenye udua, karibu karudi kwenye nchi nyingine, alikuwa mahali ametolewa, amekuja mahali pengine asipopafahamu. Hata tulipomnunulia yebo yebo, amepona, anaendelea vizuri, lakini akifika chooni basi anavua yeboyebo, anaingia anaingia na miguu. Unaweza kuona sasa, hiyo sio pepo ila ni psychology, ilishafungiwa mahali fulani. Sasa ndio namwambia hapana, huku sasa huwa tunavua mahali ambapo e, tunavaa mahali ambapo tunavua viatu ni pale tunapoingia ndani. Ni kazi ngumu sana okay. Niligundua wakati mwingine tukampa nguo afue, ajawahi kufua. Pepo zimetoka, lakini kisaikoloji lazima umfundishe kama mtoto. Nikampa sabuni, sabuni afue, basi alibaki tu anamalizia sabuni kwenye, nilikuwa nafua mimi nafua nguo zake, alafu namwelekeza. Baadaye aliweza kufua kabisa yeye mwenyewe. Kwa hiyo kuna mambo ambayo watu wameathirika, lakini huku kwa Yesu hii ndiyo kazi Mungu aliyotuitia na lazima ifanywe. Na kushukuru sana na Mungu akubariki, na kama utahitaji msaada wowote basi utupigie simu, tutaongea na wewe, na ninawaomba sana mwendelee kutuombea na huduma hii iende mbele, na vijana wetu watapona. Hakuna mama yeyote aliyemzalia shetani. Mtoto, watoto wote ni wa Mungu na lazima wamtumikie Mungu katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki. Kabla sijamaliza, naomba nikuombee popote ulipo na, na, naomba nikuombee popote ulipo na hii itakuwa ishara. Mungu anakwenda kufanya kitu cha ajabu kwenye maisha yako. Inawezekana una watoto umewakatia tamaa e, una mgonjwa umemkatia tamaa. Una mtu yeyote amechanganyikiwa, lakini nataka nikwambie kwa maombi haya Bwana anaweza kufanya kitu kipya na kitu kikubwa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba husika na watu wako, mwanamke huyu na baba huyu wanaonitazama sasa, ninawaombea kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, maisha yako kuanzia leo yakabadilishwe yakageuzwe kwa jina la Yesu. Ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu akupe neema iliyozidi maisha yako yageuzwe kuanzia sasa. Unaponisikiliza uwe mkoa wowote, uwe nchi yoyote, mahali popote ulipo, lisikie neno la Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai katika jina la Yesu hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu wetu. Ikiwa umechanganyikiwa unapoteza kumbukumbu -kumbu, pokea uzima tena kwa jina la Yesu, pokea uzima tena kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na popote ulipo kwa jina la Yesu, ikiwa ni ugonjwa wa aina yoyote, uwe ukimwi, uwe kansa, uwe sukari, kiwe kinyamkela chochote, kuanzia leo natangaza pokea uzima kwa jina la Yesu, shika mahali panapokuuma. Nasema kwa jina la Yesu Kristo, pokea uzima mama, kwa jina la Yesu, pokea uzima, yes, pokea uzima kwa jina la Yesu. Ninaweza kuona kuna jambo linatokea kwako kwa jina la Yesu Kristo. Nikiwa ninaomba, naona jambo ambalo linatokea, naisikia nguvu ya Mungu, pokea uzima kwa jina la Yesu, kuanzia utosi wa kichwa chako, kwenye mifupa, kwenye damu, kwenye nyama na kila mahali, pokea uzima nao kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Pokea uzima, mateso siyo sehemu yako kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, wewe ambao umekuwa ukitamani kuacha jambo, tamani kuacha tabia mbaya unashindwa, mara tu unapoyasikia maneno haya katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, naitangaza nguvu ya Mungu, pokea uzima pokea uzima pokea uzima pokea uzima katika jina la Yesu ninautangaza uponyaji, natangaza uponyaji kwa jina la Yesu natangaza uponyaji kwa jina la Yesu, Mungu mponyaji kwa jina la Yesu wewe unayeteseka na ukimwi, katika jina la Yesu ukimwi uyeyuke. Ewe pepo mauti, unanifahamu ninaku kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, umwachie mwanamke huyu, mwachie dada huyu, achia watu hawa, hawatakufa bali wataishi na watasimulia matendo makuu ya Mungu. Ninakemea hiyo mateso kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu ninayemtumikia, Mungu ninayekutumikia, ninakuamini umefanya mambo yasiyokuwa ya kawaida, umetenda mambo yasiyokuwa ya kawaida, na kuanzia sasa, kwa jina la Yesu pokea uzima. Sasa Bwana, ninawaombea wale wote ambao wamepokea ombi letu, wamepokea hitaji letu, na wanapojiandaa kwa ajili ya kufanya jambo kwa ajili ya huduma ya uponyaji, Mungu ukutane nao katika jina la Yesu, wafungulie mlango katika jina la Yesu mwana uwajibu, na kila yeyote atakayenyosha mkono wake kufanya jambo, Yesu usimuwache katika jina la Yesu. Umuonekania napofanya kwa ajili ya wengine, Bwana ukumbuke maisha yake kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai. Hebu kwa imani sema amen. Mungu akubariki. Amen. Huo ni moto, huo ni moto, huo ni moto, huo ni moto